Vijana wana changamoto ya ajira, vijana wana changamoto ya mitaji, lakini vijana wana changamoto nyingine nyingi nyingi ambazo zinatakiwa zipatiwe majibu. Kwa hiyo tukiwa na wizara ambayo inaenda kufocus kwenye eneo moja mahususi la vijana, basi tunakwenda kupata sehemu ambayo vijana wana kimbilio la haraka bila kupitia katika wizara ambazo zina idara nyingi zaidi. Kwa nafikiri ni maono makubwa sana na nia ya dhati ya kwenda kuhangaika na changamoto za vijana. Ah, tumeguswa kwa sehemu kubwa sana. Wananchi wa Korogwe wameguswa sehemu kubwa sana, ameguswa kuhusiana na mitaji kwa vijana na wanawake, ambapo ni sehemu kubwa katika ziara zetu. Tumeona ambavyo wana hamu ya kusaidiwa kupata mitaji, kujikwamua kiuchumi. Vijana wana mawazo vivyo hivyo kwa wakina mama. Mimi binafsi nimekaa na wakina mama, wa, na baba, mama rishe na baba rishe wengi na mpaka tumefika wakati wa kutengeneza umoja wa hawa wa hili kundi, lakini lengo ni kuwakuamua kutoka kwenye mikopo ambayo wanaichukua inaitwa maarufu kama kausha damu, ambayo wanachukua laki moja na lipa laki moja na hamsini ndani ya muda mfupi, tukitafuta namna ya kuwasaidia hawa sasa kupata mitaji, maana yake tunakwenda kukwamua kundi kubwa. Mamalisha na babalisha ni mfano tu, lakini tuna makundi mengi ya aina hii. Kwa hiyo, hiyo imepokelewa vizuri sana. Naamini watu wa Korogwe Mjini, wa jimbo langu, watakuwa wameshangilia kusikia kauli hii kutoka kwa Mama. Bahati nzuri, yale ya siku mia moja za kwanza ambayo Mheshimiwa Rais alitembea nayo kwenye kampeni, na kwa sehemu hayo na mimi nimetembea nayo hayo, ndio ya kwanza ambayo tunayafikisha kwa wananchi, kwa sababu ni vipaumbele vya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaongelea, na ni mitaji ambayo ameizungumzia mama, lakini vivyo hivyo pia kuwapelekea tumaini. Wameona matangazo ya ajira za walimu matangazo ya ajira kwa watumishi wa afya. Waombe wale wenye sifa, kwa sababu ndio tunaanza utekelezaji wa ahadi za mama, zimeshaanza kutekelezwa. Kwa hiyo waombe, lakini pia lipo moja ambalo tumelipokea kwa furaha sana, na nadhani hili ni kwa wabunge wote, na mimi nikiwemo na nimelifurahia sana, ni ongezeko la bajeti ya TARURA kwa ajili ya kuzitengeneza barabara zetu za vijijini. Kwa hilo tumelipokea na tunaamini litaenda kutusaidia sisi. Tulitengewa bajeti ya karibu kilomita 377 kwa level ya changarawe, naamini zitakwenda kuongezeka.